Maskini aliyebadilisha kijiji. Karibu kwenye tunu za Kiswahili, hadithi za mafunzo zinazogusa moyo na kukufanya utafakari. Hebu jiulize, je, mtu maskini kabisa asiye na chochote anaweza kweli kubadilisha maisha ya kijiji kizima? Leo tutakupeleka kwenye simulizi la ajabu, hadithi ya mtu mmoja aliyedharauliwa, kuonekana bure aligeuka kuwa nuru ya kijiji chote. Usikose hata sekunde moja, maana mwisho wa simulizi hili utakuacha na mshangao mkubwa. Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima ya kijani, kulikuwa na kijana aitwaye Juma. Juma alikuwa maskini kupindukia. Alivaa nguo zilizochakaa, hakuwa na shamba wala mifugo, na mara nyingi alilala njaa. Hata nyumba aliyokuwa akiishi ilikuwa ya udongo iliyopasuka na paa la nyasi ililovuja wakati wa mvua. Lakini pamoja na umaskini wake, Juma alikuwa na moyo safi. Alijulikana kwa kusaidia hata pale ambapo hakuwa na kitu. Wakati majirani walipokuwa wagonjwa, yeye ndiye aliyekimbilia mtoni kuchota maji. Wakati wazee walipoishiwa kuni, Juma ndiye aliyekwenda msituni na kurudi akiwa amebeba mzigo mzito mgongoni. Lakini kutokana na hali yake ya umaskini, watu wengi walimdharau, walimwona kama mzigo, mtu asiye na thamani. Watoto walimcheka mitaani, wakimwita maskini, hana thamani. Wazazi waliwaonya watoto wao, msifuatane na Juma, hana maisha mazuri, hana pa kwenda. Siku moja, baada ya kulala usiku kucha akiwa na tumbo tupu, Juma aliamka mapema na kwenda kukaa kando ya mto. Aliangalia maji yakitiririka, akasikiliza ndege wakitafuta chakula na kuanza kufikiria. Mungu alinileta duniani kwa sababu hata kama sina mali, lazima kuna kitu ndani yangu kinachoweza kubadili maisha yangu na hata ya wengine. Juma alianza kuota ndoto ya ajabu. Alitamani siku moja kijiji chao kiwe sehemu bora kuliko kilivyo sasa. Kijiji kilikumbwa na matatizo makubwa. Ukame ulipita mara kwa mara, mavuno yaliharibika, watoto walikosa shule nzuri na wagonjwa walikufa kwa sababu hakuna kituo cha afya. Lakini nani angesikiliza ndoto za maskini kama Juma? Juma aliamua jambo moja. Hata bila pesa ataweka juhudi za kubadili kijiji chake. Alianza na jambo dogo: kusafisha njia zinazoelekea shambani. Kila asubuhi kabla ya jua kuchomoza, Juma alichukua jembe na kufyeka magugu. Watu walimcheka. Hata kama barabara ni safi, utapita nayo ukiwa na miguu mitupu. Wewe huna gari wala pikipiki, unajisumbua bure, walimwambia. Lakini Juma hakukata tamaa. Alijua kila safari kubwa huanza na hatua ndogo. Msimu wa mvua ulipofika, njia ambazo Juma alikuwa amezisafisha zikawa rahisi kupita. Wakulima walibeba mazao yao kwa urahisi kwenda sokoni, hata wagonjwa waliweza kufikishwa hospitali ya mbali kwa haraka zaidi kupitia njia hizo. Watu walianza kushangaa, hivi kumbe barabara hizi ni muhimu? Walipojiuliza waligundua ni Juma yule maskini waliomcheka ndiye aliyefanya kazi hiyo bila malipo. Siku moja, mkutano wa kijiji uliitishwa kujadili matatizo ya maji. Kisima pekee kilikuwa kikavu na watu walikuwa wakisafiri umbali mrefu kutafuta maji. Wakati wote walipozungumza na kutoa lawama, Juma akaunyanyua mkono wake kwa heshima. Samahani, alisema kwa sauti tulivu, nina wazo Tukiungana wote tunaweza kuchimba kisima kingine karibu na mto. Naamini tukishirikiana, ndani ya siku chache tutajenga bomba dogo la maji linalotiririsha kijijini. Watu walicheka. Maskini huyo anataka kutufundisha nini? Hata chakula hana, anataka kutuonyesha njia? Lakini mzee mmoja mwenye busara alisema, wakati mwingine hekima haiji kwa mali, huja kwa moyo. Hebu tumjaribu kijana huyu. Kwa mara ya kwanza Kijiji kizima kiliungana, wengine walileta mawe, wengine mbao, wengine walichimba. Juma ndiye aliyekuwa mstari wa mbele, akifanya kazi kwa mikono yake mchana kutwa. Alikuwa wa kwanza kuamka na wa mwisho kurudi nyumbani. Baada ya wiki mbili, maji safi yalitoka ardhini. Furaha ilitanda kijijini, watoto walicheza wakipuliza maji wanawake walicheka wakibeba ndoo zao, na wazee walibariki kisima kipya. Lakini kila mtu alijua ukweli: kama si ndoto na bidii ya Juma, kisima hicho kisingekuwepo. Hali ya Juma ilibadilika taratibu. Watu walianza kumheshimu, walipokuwa wakihitaji ushauri walimkimbilia kwake. Alijulikana kama mtu wa matumaini mtu aliyewasha mwanga pale penye giza. Lakini bado Juma hakujiona bora kuliko wengine. Mara zote alikumbusha, sisi sote tukishirikiana tunaweza, mimi peke yangu siwezi. Miaka michache baadaye, ukame mkubwa ulipiga kijiji. Mashamba yalikaa kame, mifugo ilikufa na watu walihamia maeneo mengine kutafuta chakula. Hapo ndipo mtihani mkubwa ulipokuja. Juma aliwakusanya watu na kusema, kijiji chetu kipo katika giza kubwa, lakini tusipojitoa moyo giza hili litazidi. Tuchimbe hifadhi kubwa ya maji, tutumie mvua itakaponyesha, na tupande mazao ya haraka kukua. Wengine walikata tamaa, lakini wengi walikumbuka kisima cha kwanza. Walimwamini tena Juma. Kwa mshangao, hata wale waliokuwa wamemcheka zamani walijitokeza kusaidia. Kijiji kizima kikawa na mshikamano wa kweli. Walichimba hifadhi kubwa ya maji, wakaweka mifereji na wakaokoa kijiji kutokana na njaa. Baada ya miaka michache, kijiji kile kilichokuwa kinadharauliwa kilibadilika kabisa. Kilikuwa mfano kwa vijiji vingine. Walijenga shule ndogo, walipanda miti kuzuia ukame, na wakaanza kufanya biashara ya mazao sokoni. Wakati watu wa nje walipokuja kuuliza, nani alibadilisha kijiji hiki? Wote walijibu kwa sauti moja, ni Juma, yule maskini tuliyechukulia hana thamani. Alituonyesha kuwa mali siyo kila kitu, bali moyo wa kujitolea na ndoto thabiti. Juma alikufa akiwa hajamiliki mali kubwa, lakini jina lake lilibaki kwenye historia ya kijiji. Watoto waliambiwa, msidharau maskini, ndani yake anaweza kuwepo nuru inayoweza kubadili maisha yenu nyote. Na hadi leo kisima cha kwanza alichopigania bado kinasimama kama kumbukumbu ya mapambano yake. Hii ndiyo ilikuwa hadithi ya Juma, maskini aliyebadilisha kijiji. Kumbuka, thamani ya mtu haipimwi kwa mali alizonazo, bali kwa moyo wake wa kujitolea na kuleta mabadiliko. Je, na wewe unaweza kuwa kama juma kwenye jamii yako? Usisahau kusubscribe Tunu za Kiswahili kwa hadithi zaidi za kugusa moyo na kukufunza thamani ya maisha.